Miongoni mwa mambo yanayoathiri ndoa ni pamoja na hii dhambi ninayokwenda kuisema leo. Dhambi hii imekuwa ni mwiba hasa, aidha wanandoa au miongoni mwa wanandoa mmojawapo anapokosa kuwa mwaminifu na kupoteza sifa ya uaminifu katika maisha ya mahusiano ya ndoa na kumruhusu shetani kuingia katikati ya familia ama katikati ya mahusiano hayo. Na hapo ndipo dhambi hii huathiri tabia, mwenendo na kupoteza uaminifu kwa sababu ya hii dhambi. Ni dhambi gani hiyo? Dhambi ya uzinzi imekuwa ni mwiba wa kuharibu ndoa ha, tena ndoa nyingi zinazofungwa katika nyakati hizi. Wakati mwingine unaweza ukajiuliza, je, ni kwa sababu mtu huyu hakufanya chaguzi sahihi? Na kama hakufanya chaguzi sahihi, ni kwa namna gani aliamua kukubali kuingia katika muunganiko huu? Leo kuna baadhi ya wanandoa wameangukia katika dhambi ya uzinzi kwa sababu ya watoto, kwamba walipoingia kwenye ndoa walitegemea matarajio fulani. Maana matarajio expectations, ni mwiba unao ua ndoa, na ndiyo maana kwa sababu ya hizi expectations, kwa maana ya matarajio, yanapelekea kufanya watu kuingia katika dhambi ya uzinzi, na dhambi ya uzinzi inapoendekezwa, haiwezi ikawafanya watu kudumu kuwa salama katika maisha yao. Leo tunashuhudia watu wengi sana wakihuzunika, ndoa nyingi sana zikilia, akina baba wakilia, akina mama wakilia kwa sababu ya mambo yanayoendelea duniani leo. Angalia, leo mama fulani ametelekezwa, ameachwa hapo, baba yuko kwenye uzinzi mahali fulani. Angalia, baba fulani ametelekezwa, ameachwa hapo, mama yuko kwenye uzinzi. Wakati mwingine, wengine ametelekezana na kuachana hapo kwa sababu ya magonjwa lakini walipooana waliambiana maneno ya bashasha, hawataachana watapendana hadi kifo kiwatenganishe. Lakini kabla ya kifo kuwatenganisha, tayari wamekwisha jitenganisha wenyewe kwa sababu ya uzinzi. Pendwa, dhambi ya uzinzi inaathiri maisha ya ndoa. Dhambi ya uzinzi inaathiri maisha ya familia. Dhambi ya uzinzi inaathiri hata malezi ya watoto. Dhambi ya, ya, ya uzinzi na athiri hata mienendo mizuri ambayo inatakiwa ionekane katika familia inapotea, kwa sababu Shetani ameingiza mwiba wa uzinzi. Na Biblia inasema ni, ni, ni, ni, ni mambo mawili tu yanayomfanya mtu kukosa maarifa, kukosa akili, kukosa hekima, na haya na haya mambo si mengine, ni uzinzi na ulevi Ulevi na uzinzi, ndiyo maana vyote vinashughulika na akili, na kwa sababu vinashughulika na akili, mtu mume au mke au mtu awaye yote anapoendekeza dhambi hii huathiri akili. Ndio maana leo unaweza kushangaa, uh, familia inaachwa ukiwa, baba awezi kuacha matumizi nyumbani, lakini akaacha kwa, kwa wanawake wengine, na leo wanaitwa majina ya michepuko. Sikiliza, unapoita mtu mchepuko ni, ni kama shetani anakuambia ukiita mchepuko ni, ni jambo la kawaida, lakini huyo ni mzinzi tu kama wazinzi wengine. Huo ni uzinzi tu, hakuna cha mchepuko eh, ni mzinzi. Inapelekea familia inaishi ukiwa, haina matumizi, mama analia, watoto wanalia, lakini baba anaponda raha kwa uzinzi na watu wengine. Unaweza ukajiuliza swali hapo, kazini mwako unapofanyia kazi, wanakusemaje? Je, we ni mwaminifu bosi wako anapopita, wewe mama unayefanya kazi mahali pale, je, unaweka mitego ya kumtega ili hali uh, mitego hiyo litakiweke kwa mme wako? Je, unatega wafanyakazi wenzako pale ndani ili wakamate wa, kwa namna ulivyo. Dhambi ya uzinzi inaleta madhara katika familia. Dhambi ya uzinzi inasababisha familia kusambaratika. Dhambi ya uzinzi haitawaacha watu salama. Kwa nini? Kwa sababu inapoendekezwa, inapoteza uaminifu, inapoteza agano la ndoa, na matokeo yake shetani anatamalaki. Lazima tukubali. Mungu Mithali sura ya sita fungu la thelathini na mbili anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Unaweza ukajiuliza mpendwa, je, unailinda familia yako wewe baba, wewe mama, je, unailinda familia yako? Unaiheshimu familia yako? Je, unamheshimu Mungu kupitia ndoa yako? Yale maneno mliyoambiana kwamba mtapendana, hamtaachana hadi mauti watenganishe, je, bado umeendelea kutunza agano la ndoa? Na kama sivyo, kwa nini uzinzi basi? Kwa nini zinaa? Zinaa ina athiri maisha ya ndoa. Vilio vingi leo ni matokeo ya zinaa. Sikiliza, Dhambi ya uzinzi ni pamoja na kuvunja agano la ndoa ambalo ni msingi wa uaminifu na usalama katika uhusiano. Pale uzinzi unapotokea, uaminifu huharibika, ndiyo, uaminifu huharibika na inakuwa vigumu sana kwa wanandoa kuaminiana tena. Hii inaweza kusababisha hisia za wasiwasi, wivu na hofu ya mara kwa mara. Uzinzi huleta maumivu makali ya kihisia kwa mwenza aliyesalitiwa. Anaweza kuhisi huzuni, hasira, chuki, aibu na kujiona duni na kutokujiamini. Kujiona duni na kutokujiamini. Lakini pia anaweza kuwa, ana, ana, ana, anaweza kuwaza kwamba hafai au hakutosha. Hivyo hupelekea kujihisi vibaya. Maumivu haya yanaweza kuchukua muda mrefu kupona na yanaweza kuacha makovu ya kudumu ndani ya mioyo ya watu. Ndipo ninasema kwamba mme linde mke wako, mme pende mke wako, mke pende mme wako, maana huo ndio msingi wa Ukristo na msingi wa uaminifu katika maisha ya ndoa. Kwa nini majonzi? Hebu rudini katika yale maagano mliyoagana ile siku mlipokuwa mkiunganishwa pamoja, kila mmoja akiwa na tabasamu kwa mwenzake. Leo tabasamu hilo limeondoshwa na nini hapo nyumbani? Kwa nini hizo chuki? Kwa nini hizo dharau? Kwa nini kutokuaminiana? Hebu tumrudie Mungu katika maisha yetu. Wanaume, ninyi ndio vichwa vya familia, hebu simameni katika familia zenu. Akina mama, hebu lindeni miji yenu. Tunapeleka wapi vizazi vya leo? Watoto wetu wanatuonaje? tunapote tunapotarakiana, leo taraka ndiyo habari ya mjini, kwa sababu ya matokeo ya uzinzi. Taraka taraka, kila mahali ni taraka, kila mahali ni taraka, kila kukicha ni taraka. Kwa nini taraka? na hivyo wengi wamedhani ya kwamba taraka nita, ni, ni, ni njia ya kutatua tatizo katika maisha ya ndoa, na ndio maana wengine wanaingia, mwezi mmoja wanadai taraka, wiki mbili wanadai taraka, miezi mitatu wanadai taraka, mwaka mmoja wanadai taraka. Wanadhani taraka ndiyo, ndiyo, ta, ndiyo njia ya kutatua tatizo, ili hali hapo wanatumia tatizo kulitatua tatizo. Sasa hauwezi ukatumia tatizo kutatua tatizo, ni kama wengi wanavyodanganyika leo taraka haijawahi kuwa njia sahihi ya kutatua maisha ya ndoa au migogoro ya ndoa. Ni kama watu ambavyo leo wanadai kuvunja ndoa, kuvunja maagano ya ndoa kwa sababu ya mambo yao mbalimbali au mtu mwingine anaamua kuzini nje. Eh, nimewahi ku, wanandoa fulani wanalaumiana kwamba kwa nini wanazaa tu watoto wa jinsia moja kwa maana ya wa kiume tu au wa kike tu. Kwa hiyo unakuta baba anahitaji wa kuchanganya kwamba jinsia ya kike na ya kiume ndio moyo wake ufurahi. Lakini anasahau ya kwamba kuna mama fulani, kuna baba fulani, hata mtoto hajawahi kutikisa kizazi chake tumboni. Lakini watu hawawezi kushukuru kwa kila jambo. Matokeo yake wanaingia kwenye zinaa. Ni kama yule mwingine aliyeingia kwenye zinaa kwa kutaka watoto kwamba anataka kuchanganya, hataki wa aina moja tu wa kike tu au wa kiume tu. Mwisho wa siku alipokwenda katika ndoa alipoenda kuvamia mwanamke mwingine kwa ajenda kutafuta mtoto wa jinsia anayohitaji, akapata mapacha wengine ambao hakutarajia. Ndipo akajikuta ya kwamba kumbe Mungu akiwa amepanga jambo, huwezi ukalipangua kwa namna ambayo unaijua wewe. Akili zetu mara nyingi zinaweza kutupeleka katika upotevu, na hivyo Mungu anatamani tubaki katika maeneo yaliyo safi, maeneo yaliyo sahihi. Sasa mimi na wewe tunaitwa wewe unaitwa, mimi ninaitwa, wewe baba unaitwa, wewe mama unaitwa, wewe mume unaitwa, wewe mke unaitwa, ili kulinda heshima ya ndoa. Uaminifu ndiyo msingi, upendo utamaraki, maisha yaendelee, maisha yenye furaha, maisha ambayo yatatawala katika nyumba. Furaha na amani vitatamaraki ikiwa wanandoa watakubali kumheshimu Mungu wa mbinguni. Wakimheshimu Mungu wataheshimiana wao wao wow. Na hivyo Mungu anatamani kuona nini kwetu? Mungu anatamani kuona nyumba za Kikristo, watu wakiishi maisha ya ucha Mungu, watu wakiishi maisha ya uaminifu na wanapoishi maisha ya uaminifu wanamtukuza Mungu na Mungu anabaki kukaa katikati yao. Ikiwa unatamani kuishi katika ndoa yenye furaha na ndoa yenye amani, ruhusu Mungu akae katikati yenu. Mungu akae katikati yenu. Mungu atakapokaa katikati yenu, hapo ndipo mtaweza kushinda. Ruhusu Roho wa Mungu aongoze maisha yenu. Ruhusu Kristo atawale maisha yenu. Kristo akae ndani yenu, nanyi mkae ndani yake. Hapo ndipo mtaweza kusimama imara. Kumbuka, ndoa itakuwa takatifu ikiwa wanandoa watakuwa ni watakatifu. Ndoa itakuwa imetawaliwa na uaminifu ikiwa wanandoa watatawaliwa na uaminifu, ikiwa wanandoa watakuwa waaminifu. Nini kinachopelekea kikwazo katika nyumba yako? Nini kinachopelekea kikwazo katika maisha yako ya ndoa? Je, ni kwa sababu ya tamaa? Biblia inasema katika Kutoka sura ishirini fungu la kumi na nne fungu fupi sana, usizini. Inanyamaza na hivyo ni ujumbe wa kila mmoja ambaye anatamani kudumisha upendo katika familia yake. Leo maradhi yamekuwa mengi katika, katika nyumba nyingi. Baba ameleta maradhi, mama ameleta maradhi, kwa sababu ya dhambi hii ya uzinzi. Watu wanalia, watu wanaumia kwa sababu ya magonjwa ambayo mmojawapo alishindwa kuwa mwaminifu akayaleta kwa familia, na hivyo wengine leo wanatumikia magonjwa ambayo haukuwa mpango wa Mungu kwa ajili ya hayo, isipokuwa ni kwa sababu ya mwanaume ambaye alishindwa kuwa mwaminifu kwenye ndoa yake, au mwanamke ambaye alishindwa kuwa mwaminifu kwenye ndoa yake. Leo nyumba nzima ina ukimwi, leo nyumba nzima ina maradhi. Na hivyo Mungu anataka tuishi katika maisha ambayo ni ya uaminifu, maisha yenye upendo, maisha yenye kutawaliwa na Mungu na hapo ndipo tutaweza kushinda. Hebu tumruhusu Mungu atawale maisha yetu ya ndoa. Hebu tumruhusu Mungu atawale maisha yetu ya familia. Hata kama hauna kitu fulani unachokitarajia, hebu dumisha agano la uaminifu katika maisha yako ya ndoa. Na Mungu atawabariki. Na Mungu atakubariki wewe mama, na Mungu atakubariki wewe baba. Hata kama ulikuwa unawaza kuitenda dhambi hiyo, kwa ujumbe huu wa matumaini, hebu badili mwelekeo wa, wa akili yako. Hebu badili mwelekeo na mtazamo wa mambo hayo ya dhambi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa nini ufe huku? Naona Ruhusu Mungu atawale maisha yako ifu baada ya ndoa, au uwe mwaminifu kabla ya kuolewa, au uwe mwaminifu kabla ya kuoa. Neno linasema uwe mwaminifu hata kufa, na maneno hayo yabaki katika nyumba yako baba, yabaki katika nyumba yako mama, yabaki katika, katika maisha yako wewe binti na wewe kijana. Uaminifu hata kufa ndiyo ajenda, na tukilielewa hilo hakuna msiba wa uzinzi katika ndoa zetu, na hivyo Mungu atabaki akitawala katika familia zetu. Mungu akubariki kwa tafakari hiyo. Endelea kusimama imara, endelea kulinda familia yako, endelea kulinda nyumba yako, na Bwana atawatieni nguvu. Mungu awabarikini wanandoa wote na wale wote mnaotegemea kuingia katika ndoa. Kumbuka, uaminifu ndio ajenda kuu, na ndoa itakuwa takatifu ikiwa wanandoa ni watakatifu. Bwana awabariki. Karibuni kwa wakati mwingine, kwa tafakari nyingine kama hii na wazo kama hili, kwa ajili ya ufanisi wa maisha yetu ya kifamilia. Bwana atubariki sote kwa jina lake Yesu, amen.